Kila mwaka chama cha wanasheria Tanganyika TLS kuandaa mkutano mkuu wa mwaka maarufu kama annual general meeting yani AGM. Mwaka huu tukio hilo muhimu limefanyika katika jiji la Arusha na kukutanisha mawakili kutoka pande mbalimbali mbali nchini. Ni tukio la kukutana, kujifunza na kuungana kama familia moja ya sheria. Kabla ya mkutano rasmi tarehe sita hadi saba mwezi wa tano, tulianza na forum ya kipekee yenye kauli mbiu Beyond Law the Multidimensional Legal Practice Forum. Foramu hii iliangazia afya ya akili, mbinu za kushughulika na msongo wa mawazo na kasi ya maisha katika taaluma ya sheria. Wazungumzaji mahiri kama Chris Mauki na Dr. Kweka waliongoza mijadala yenye mashiko, wakitoa somo la kina kuhusu namna ya kujenga uthabiti wa kiakili na kihisia katika maisha ya mwanasheria. Hii ilikuwa nafasi ya kutafakari si tu kama wanasheria bali kama binadamu. Tarehe nane mwezi wa tano, mkutano mkuu ulifunguliwa rasmi katika ukumbi wa AICC pale Arusha, huku mgeni rasmi akiwa Mheshimiwa George Simbachawene. Katika siku hii, mazungumzo yalihamia kwenye masuala ya kitaaluma, kijamii na kimkakati. Mawazo yaligongana, mijadala iliibuka na misimamo ikajengwa, yote kwa lengo la kuimarisha taaluma na ustawi wa nchi yetu na kama ilivyo ada yetu, tarehe tisa tulihitimisha kwa hafla ya garadina yani bata la kisomi, muda wa kupumzika, kufurahi na kuimarisha uhusiano wa kikazi na kirafiki. Huu ulikuwa ni usiku wa kumbukumbu, tuliohitimisha tukiwa tumebeba maarifa, matumaini na mshikamano mpya. Mwisho na muhimu, tungependa kutoa shukrani za dhati kwa wadhamini wetu wote waliowezesha mkutano huu kufanyika kwa mafanikio makubwa. Kwa mchango wenu wa kifedha, kimawazo na kihuduma, mmeonyesha kwamba mshikamano baina ya sekta binafsi na taaluma ya sheria ni nguzo muhimu ya maendeleo. Annual General Meeting 2025 ilifungwa kwa namna hii, lakini athari zake zinaendelea katika maisha ya kila mshiriki. Tunakushukuru sana kwa kuwa sehemu ya safari hii. Tukutane tena mwakani. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rausa Tsweni.